Kwingineko kwa tunaarifiwa kwamba ripoti ya uchunguzi wa maiti imethibitisha kwamba Amos Langat alipigwa risasi na polisi katika uh, ofisi ya msemaji wa ikulu, alifariki kutokana na, na majeraha hayo. Upasuaji wa maiti ya Langat aliyepigwa risasi mara saba umefanywa huku afisa huyo Mohammed Yusuf Keinan akisalia hospitalini chini ya ulinzi mkali, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Katika hifadhi ya Chiromo, jamaa na marafiki wa marehemu Amos Langat walikongamana kwa uchunguzi wa mwili wake. Miongoni mwa waliofika pia wakiwa ni maafisa wa AIPOA walioanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya Langat baada ya kutofautiana na afisa wa polisi Muhamed Yusuf Keinan anayehudumu katika ofisi ya msemaji wa ikulu Hussein Muhamed. Tumeiona mchama wetu amepigwa risasi ya kifua, imepasua roho tumeiona tu, tunalia. Kuna mbango ya kupeleka tu nyumbani mtu wetu amekufa. Hivyo alikuwa amepigwa risasi tumbo kadhaa. Mimi mwenyewe nilisapo ni kama around saba hivi, so ndio tumeshuhudia pia leo. Kulingana na familia, marehemu Langat alipigwa risasi nne tumboni na tatu kifuani kwa karibu zilizosababisha kifo chake. Ile kitu naomba tu serikali tusaidie Amos ni kijana mdogo, ameoa juzi, ako na mtoto mdogo sana, hata ajui nini inaendelea. So tunaomba tuusaidizi kwa familia kama rafiki pia, na sisi tisa tusaidiwe, Amos apate haki yake. Mungu tu atusaidie, naomba msaada kama sasa hii, mwili yetu ifike nyumbani, chili nyumbani ni mbali. Familia imepanga kusafirisha mwili wa Langat hadi kaunti ya Kericho hapo kesho, wakiendelea na mipango ya mazishi haya ya kijiri Chiromo. Mshukiwa Keinan aliyedai kupata majeraha ya mkono na bega alisalia hospitalini chini ya ulinzi wa polisi, huku maafisa wa upelelezi wakisubiri ripoti ya daktari kuhusu majeraha ya Keinan. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.